Mtazamaji nao yakijiri. Nao viongozi wa Kenya Kwanza wamemkashifu rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kile wanasema ni kuingilia siasa na kuwachochea vijana. Wakizungumza katika ibada eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega, viongozi hao wakiongozwa na msaidizi wa rais William Ruto, Faruk Kibet, walisema kwamba baadhi ya changamoto ambazo Wakenya wanapitia kwa sasa zilisababishwa na Kenyatta alipokuwa rais zikapewa licenses betting company mia mbili. Wacha ku criticize wakati wao wenyewe ndio umekosa. Wewe mwenyewe uko uongozi ndio umekosa ukiwa retired as an mp as a president as an mca. Toa mdomo kwa wale ambao wako kwa sababu wewe umekuwa pale, you understand the pressure of that job. It is very ironic, it is very absurd, very uncouth. Ndugu yetu alipotuacha tulipeana ahadi mingi na mingi ya ahadi hizo rais alisema imekamilika. Akileta bus, tumeenda kule Samizi, tumekuja leo hapa.